Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza C++ programming language. Na video hii ya leo tutakwenda kuzungumzia aina mbili nyingine za functions ambazo unaweza kuwa unafanya nazo kazi na kuweza kutengeneza katika program zako. Ya kwanza tutaangalia parameterized functions, ya pili function with default parameters. Tutaenda kuona kuna tofauti gani baina hizi function ambazo leo tutaweza kujifunza. So tukianza na kwanza parameterized function. Kuna neno hili parameters hapa. Nadhani umeshaweza kupata picha. Ni zile function ambazo zina take input parameters. Ama tunasema argument pia. Okay? So mfano, wacha tuweze kutengeneza hapa void function ambayo itakuwa na parameter. Okay? Print square. Simple. Kwa hiyo function yetu hii haina return type lakini tayari ni parameterized function kwa sababu humu ndani tutapitisha int number. Then curly braces just to make a message katika hii function body yetu, message yetu square is. Then, to calculate basi hapa number times number tunapata square ya hiyo number ambayo itapitishwa, so end line, simple program kama hivi tayari tukicall huko katika a main function yetu kwa kupitia jina lake ambalo ni print square okay. Sasa kumbuka, unapotumia parameter kama hapa katika hii function ile tumetengeneza, hii ni parameterized functions kwa sababu tayari tumetumia parameters. Unapoi call function hiyo, hakikisha unapitisha argument, usisahau kitu hicho. Kwa hapa tumepitisha as a variable number, katika hii function tulipoitengeneza huku, tunaweka sasa hiyo value ambayo itakwenda kubebwa na hii parameters ya number. Kwa hiyo hapa mfano mimi niwache niweke 5 simple kama hivyo, then tayari tukicompile na kurun programu yetu, itakuja compiler itapitia hapa katika main function, ndipo ambapo starting point inapoanza kufanya kazi. Aa, katika hiyo programu yako ambayo naitengeneza, then ikija humu ndani ya main function inakutana na hii print square. Print square inajua kuwa hii ni function ambayo ipo kwa, itaenda kuitafuta, ikija huku inaikuta function yenyewe ni hii. Kumbuka huku ilipokuwa imeitwa ilipitishwa tano hapa as an argument, so huku tulipotengeneza Kumepitishwa parameters namba kwa namba itakuwa ni sawa sawa na tano, kwa namba itawakilisha value ya tano, nadhani tunaelewana. Then hapa ndani ya function inaitwa print square kuna ujumbe square is kisha namba ukizidisha na namba, kumbuka namba hii ni hii hapa ambayo ni tano. Yeah. Jibu ambalo upo nalo ni kweli Square is 25. Kama jibu lako lilikuwa hili, basi umepata. So hiyo ndio parameterized function, just function ambazo zinakuwa zina, zina parameters. Na unapowega parameters usisahau argument. So tuachilie aina hii ya function, twende katika aina nyingine ya function ambayo tumetegemea leo kuweza kujifunza, ambayo ni function with default parameters. Kumbe hizi parameters una uwezo wa kutengeneza default parameters endapo haikupitishwa katika argument, basi itaweza kufanywa kazi hiyo ambayo ni default. So unaweza ku give default value katika parameter yako, kama nilivyotangulia kusema unapoi call, kama hujapitisha value default param i have default value itaweza kutumika. So acha nikuoneshe mfano wa kuandika aina hii ya function. So let's say tupo na void jina la function yetu ni greet, alafu tunapitisha parameter ikiwa katika data type ya string, name, sawa sawa na kitu gani sawa sawa, na manake ni kama una initialize kabisa hapa sawa sawa na, let's say Muhammad, then tufungue function body yetu kwa kuweka curly braces, humu ndani to see out simple message hello. Okay, tuweke variable yetu I mean hii ambao tumepitisha hapa name as a parameter. So simple kama hivi, takuwa meisha function body yetu kwa kinachofanyika hapa tumeweza kutengeneza uh, hii function ambayo haina return type. Tumetumia void, lakini humu ndani katika parameters ipo na parameters hii ambayo tumeita name, lakini ukiangalia hapa tumeweka sawa sawa ni kama tumeinitialize kabisa. Sasa hii ndio inaitwa default parameters, tunaweka default value ambayo tunaweza kuitumia ndapo tutakapo ikall function hii, basi haitoweza kupitishwa na value, basi itatumika hii default. So tukija huku katika main function yetu tukikall sasa hii function yetu let's say greet ya kwanza, tusiingize tusipitishe value, manake hatupitishi argument, nakumbuka inahitajika argument kule juu, hatuipitishi tuone hii default argument itatokea. So then greet sasa ya pili, wacha tuweke Hafiz, okay? so return, tayari hapo tayari imeisha programu yetu. Sasa programu inapofanya kazi, compiler akija akianza katika main function nakuta hapa kwanza, imeanza kuitwa function hii ya greet. Iko wapi hii function? Itarudi itakuja kuitafuta, itakutana nayo hapa. Ikiangalia hapa, kuna parameters ambao ni default parameters, lakini huku value haijapitishwa argument. Kwa hiyo itakachokufanya itaenda kuchukua hii as an argument, kwa sababu tayari tumeweka default kwa hakujapitishwa value yoyote huku basi iweze kufanyiwa kazi kutolewa hii. Lakini hii function ya pili, tulipo call hii function ya create tumepitisha hii value hafi kwa hiyo, e kama imepitishwa ikija huku katika parameters, hii haitozingatiwa default parameters, moja kwa moja itachukuliwa hii ambayo imepitishwa. Nadhani umeweza kupata hiyo concept. Okay? So, acha tu compile na run tuone programu yetu yeah. hello Mohamed, hello Hafidh hello Muhammad, hello Hafidh. Hii ya kwanza hatukuweza kupitisha argument, lakini imechukuliwa ile default. Hii ya pili tutaweza kupitisha argument, kwa hiyo haina haja ya kufanya kazi na ile default argument ama default parameters ambayo tumeweka pale, so moja kwa moja itaenda kuingizwa hii ambayo tumeipitisha. Very simple, natakiwa ujue vitu kama hivi vitakusaidia sana katika utengenezaji wako wa program. So nadhani utakuwa umeweza kujifunza kitu kipya katika video hii ya leo. Sina la ziada, una maswali, kuna sehemu hujanielewa, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment. Like video hii, share na wengine basi video hizi waweze nao kujifunza uh, programming language hii ya C++, na kuweza kudevelop simple programs pamoja. So, tukutane wakati mwingine tutakapokuja kujifunza aina nyingine za function, ambao ni inline function, ni aina gani ya function tutaweza kuja kuona, lakini pia kuna recursive function tutakuja kuangalia katika video hii inayofuata. Ina tutakuja kuona ni aina gani hizi za function na jinsi gani ambavyo zinatengenezwa. Asante.